Habari na karibu kwenye YouTube channel yako. Jina langu ni Kigoda the Creator, and on today's video tunaenda kuzungumzia ni jinsi gani unaweza kutengeneza AI video kwa ajili ya YouTube channel yako, kama wewe ni YouTuber, unataka kuanzisha YouTube channel yako. Right now dunia ilipofikia, kuna um, uzinduzi wa artificial intelligence ambazo zinasaidia sana katika masuala mazima ya content creation na masuala mazima katika eh, almost katika every sector. Hii artificial intelligence imekuwa ni msaada mkubwa sana katika maisha yetu. Our daily activities, katika masomo, katika kazi and everything pia katika swala zima la content creation hatujaachwa nyuma, kwa sababu artificial intelligence ama AI imekuwa ni moja kati ya msaada mkubwa sana kwa sisi content creators kuweza kutengeneza content nzuri na zenye ubora mzuri kwa kutumia muda mchache na kuweza ku save time kwa kiasi kikubwa sana. So kwenye hii video naenda kukufundisha tool ambayo inanisaidia mimi pia kutengeneza videos pamoja na content zangu za YouTube kutumia artificial intelligence. Hey, so the tool tunaenda tuna kuongelea hapa inaitwa ni Invideo AI ambayo ni, ni website pia wana app, lakini actually mimi na, natumiaga website kwa sababu ni much more easy na kuitumia inakuwa ni rahisi zaidi. So naenda kukuonyesha, naenda kushare na nyie screen record ni jinsi gani ambayo unaweza ukatumia InVideo AI kuweza kutengeneza YouTube video, lakini pia tutatumia na Chat GPT kwa ajili ya kutengeneza prompt. Prompt ni yale maneno ambayo tunai provide AI, ambayo hiyo invideo AI tuna tunai provide na ujumbe wa kitu gani ambacho tunataka kuweza kwenda kutengenezwa katika hiyo hizo, tuki video gani tunataka iweze kutengenezwa. So tuta generate prompt zetu kupitia um, kupitia ChatGPT then tutaitumia tutai kwenye, kwenye invideo ai kuweza kugenerate our video, lakini kwenye suala so zima la voice over huwa na, na uaga natengeneza voice over mimi mwenyewe, kama unavyoisikia this voice it's not an AI ninaingizia ni ni mimi mwenyewe. So kinachonisaidia in video AI ni kutengeneza ile content, kwa sababu kwenye YouTube uwezi kuchukua content ya mtu kaifanyia voice over, inaweza kukuletea matatizo kwenye swala so zima la copyright pamoja na strikes. So lazima uwe na content yako wewe mwenyewe uweze kuingizia voice over music and everything. So naenda kupitisha kwenye kwenye huo mchakato mzima wa kuweza ku Prompt, na kuweza kujenerate video kupitia InVideo AI kwenda kuiedit kupitia CapCut kuingizia voice over ambao hii unaisikia hivi na pamoja kuingizia music ambazo zipo free, copyright, ambazo ni music, YouTube music studio tutaenda kuchukua music na kuweza kuibind pamoja na video yetu, na everything is gonna be fine. Utajifunza kila kitu namna gani ya kuweza kutengeneza video kwa muda mfupi sana na bila ku stress out akili yako, so unaenda kushare na nyie screen record, ili uweze kufahamu ni jinsi gani. So lazima ua kutengeneza video kupitia In Video AI nafanyika. Alright. So kitu cha kwanza kabisa tutaingia kwenye Chat GPT tuweze kugenerate ile prompt. Prompt ni maneno yale ambayo unaweza ku, unaenda kuingizia katika InVideo AI ili uweze kuifahamisha ni kitu gani unataka ikutengenezee, ni video gani unataka iweze ikutengenezee. So tutaenda kwenye kwenye Chat GPT tutamwambia to create for us a prompt ambayo inahusiana na na jinsi gani unaweza ukatengeneza video kwenye InVideo AI na nimemwambia kabisa nahitaji antengenezee video ya dakika nne. Create for me a 4 minutes video ambayo itaelezea ni jinsi gani unaweza ukatengeneza video kupitia InVideo AI. So hii chat GPT itakachofanya itatengeneza prompt nzuri ambayo itakuwa ni rahisi kwa InVideo AI kuweza kujenerate video bora na nzuri zaidi kwa ajili ya kuweza kuupload katika YouTube channel yako kizuri ni kwamba hii video AI kama hata kama una kipaji cha kuingizia voice over itakuingizia voice over zake zenyewe kwa lugha ya Kiswahili, kwa lugha ya Kiingereza, kwa lugha yoyote ile ambayo utahitaji video yako iwe. So utaiambia kwenye kwenye prompt hapo utajumlisha hayo maneno kwamba ifanye hii ongee lugha gani au, atakayeongea awe mwanamke, au, au mwanaume. So everything in video AI itaenda kutengeneza. So hapo tunaenda kugenerate prompt kama unavyoona hapo wanakupa kichwa cha video and everything details nzima ambazo utaenda kui provide in video AI. So utakachofanya ni kui copy hiyo prompt ili kuweza kwenda kui paste katika, katika AI ya in video ili iweze kujenerate video. So utakachofanya ni kui copy hiyo prompt kuanzia hapo kwenye muda wa dakika 4, kwamba video inatakiwa iwe ya dakika nne utaikopi prompt mpaka mwisho pale ambapo video inakwenda kukwisha, ili tuweze kwenda kuikopi. Baada hapo, safari yetu itakuwa ni moja kwa moja kwenda katika Google ama Chrome kuweza kuitafuta invideo AI kwa ajili ya kuweza ku generate hiyo video yetu. So tuta search hapo invideo AI, then itakuja ni hiyo ya kwanza kabisa hapo yenye hiyo logo so, tutaingia katika hiyo website. Kama hujajoin au hujawahi kutumia invideo AI utakachofanya ni kugusa hiyo mistari miwili juu kwa ajili ya kwenda ku ku sign sign up, ku sign up kujisajili, nikimaanisha kwamba kujisajili. Kama hujawahi kuitumiaga invideo AI utabidi uende ku sign up kuweza kusajili na email account yako ama kuweza kutengeneza account yako katika website ya invideo AI. So utaingia hapo uta po, utajoin kwa Google uta join kwa Apple ama utaweka email, ni wewe tu utakavyoamua jinsi gani unaweza kwenda ku sign up katika hii website ya invideo AI. Lakini kwa mimi, I already have an account, so nitakachofanya ni kuja tu hapo na kubonyeza generate video ili niweze kutengeneza video. Kwa sababu tayari nina account yangu. Nitakachofanya ni kubonyeza ku generate video. Then itanileta katika hiyo page ya kuweza kuingiza email yangu address ili waweze kuconfirm account yangu ambayo tayari nishaitengeneza. Okay, then nitajaza email address yangu na itaenda direct kuweza ku-login katika account yangu ya InVideo AI. Okay. Kuna verifications chache chache ambazo watazihitaji za face ID. Then itaenda direct katika website ya InVideo AI. Alright. Okay, hapo kama tumeshaingia katika website yetu ya InVideo AI, wana kushauri uweze kudownload app, unaweza kudownload app kuweza kuitumia InVideo AI au ukatumia website. So tutaingia kwenye prompt hapo na tutapaste ile tuliyoigenerate katika ChatGPT, then tutabonyeza mshale wa, wa bluu ili kuweza ku create sasa hiyo video. It takes a, a lot of time sometime, inaweza kachukua dakika tano hadi dakika kumi kuweza kugenerate one video, it depends na video, ukubwa wa video pamoja na urefu wa video. So ipia uh, na, na spidi ya internet yako. So as you can see, ina generate video In few minutes video yetu itakuwa ipo tayari. Baada ya video yetu kuwa tayari, the only thing tutakachofanya ni kuenda ku-download. Una, tunaenda ku-download ili iweze kuingia katika, katika gallery au katika videos zetu za katika simu yetu ili tuweze ku, kuendelea na further editings, katika app ya CapCut. So, tutai-download video yetu ambayo imeshakuwa generated iweze kuingia katika simu yetu. Thank you so much for watching this video, kisha una subscribe una like una comment pamoja na kushare this youtube channel ilikuza familia kubwa zaidi. Thank you so much for watching this video till next time and bye bye.